Nimekuja hapa hivi kwa ajili ya masomo ya urefari na tumefanya mtihani yetu. Mtihani ilikuwa mbaya, mtihani imekuwa poa, at least imetutest tujue kama kile kitu tulisoma kule na Londo. Imekuwa poa, nimefurahia siku ya leo kufika hapa kufanya mtihani, kwa sababu ya FKF imetusapoti na tunataka tuendelee hivi, na si vijana watikuza hivi, tutaenda mbali. Sasa wenzangu tu pia fikeni mfanye mtihani, mwende mahali sile equipment zenye hatuna, at least kama kaunti tusaidie, FKF itusaidie na kama si mademu, hatuna nguo za kucheza. Sasa ningeomba tu watu baishie ka mademu nguo za uwanja, najua wengi wetu hatuna pesa ya kununua, but tunaomba tu mweze kutusaidia. Alafu mademu huko nje, usisikize kila ambacho watu wanasema. Tafadhali tu, ukipenda wewe kaa huko interested na football, kuja utu join referee ni simbo. Exam imekuwa poa, lakini lengo mi target, ambayo nime target ni nitapata 8%. Apart from kwa hapa pia ningambia tu wale watu wako nje, this is an opportunity, jitokeze si ndio? Because kila siku tuna learn. Kwa mfano, mtu kama mimi ni mwalimu hapo nje, so nimeamua leo ni kuja hapa nifanye exam, apart from teaching, because of the love of the game. Tuendelee pia kufanya nini, kuimarisha uh, kuma soka ya kaunti na Kenya kwa jumla. So vijana pale nje, be it a boy ama girl, opportunity nyingine kama ikitokea, we jitokeze then come ulan then ahendee utakuwa certified then utachezesha ball uko nje.